Katika kijiji cha Lumbwi upepo mwanana wa bahari ulivuma kila kona na kuleta hewa safi. Katika kijiji hiki kulikuwa na tamaduni moja iliyowashangaza sana watu kutoka kila kona: usitie chumvi katika chakula wakati wa usiku. Hii ilikuwa ni tamaduni iliyoheshimiwa sana katika kijiji hiki. Kila mwana kijiji aliiogopa sana na kuiheshimu tamaduni hii. Ilipofika nyakati ya usiku hakuna mwana kijiji yeyote aliyethubutu kuweka chumvi katika chakula alichopika. Wazee wa kijiji hiki waliwasisitiza sana watu kiheshimu tamaduni yao na madhara atakayompata yule atakayejaribu kwenda kinyume nayo. Watu walitumia miti na matunda katika kuongeza ladha ilipofika nyakati za usiku na sio chumvi. Juma alikuwa ni kijana wa miaka 21 aliyeishi na mama yake katika kijiji cha Lumbwi. Juma alikuwa ni kijana wa kisasa ambaye hakuamini mila za kijiji chao, bali alisema kuwa hizo zilikuwa ni hadithi tu za mababu. Siku moja majira ya jioni, Juma alikuwa amejipumzisha ndani kwao na mama yake alikuwa chumbani. Pembeni yake Juma kulikuwa na chungu kinachochemka kilichokuwa katika jiko, ndani yake kulikuwa na supu ya nyama ya mbuzi. Juma alipotazama chungu kile, alitamani kujua kuwa akijaribu kuweka chumvi ndani yake ni nini kingetokea. Akiwa na hofu, Juma alijiambia mwenyewe, ngoja leo nijihakikishie kuwa yote wasemayo ni uzushi tu. Alichukua chumvi kiasi katika kijanja chake na kuitupia katika chungu kile kilichokuwa kinachemka. Alitazama kwa umakini sana na kujiuliza ni kitu gani kitatokea na baada ya sekundi chache, ghafla chungu kile kilitulia kana kwamba hakikukuwa kwenye moto. Supu ile iliyokuwa ndani ya chungu ilitulia kana kwamba ilikuwa ya baridi na hakukuwa na moto kabisa katika diko. Juma aliendelea kutazama kwa umakini, huku akijiuliza za maswali mengi sana, lakini ghafula, chungu kile kikaanza kutikisika, hali isiyokuwa ya kawaida. Sasa hapa Juma hofu ilianza kumwingia zaidi. Kutoka ndani ya chungu kikaonekana kitu kinachonyanyuka taratibu. Sasa hapa Juma alizidi kutetemeka na hatimaye ndani ya chungu alitoka binti mrembo sana aliyekuwa na ngozi nyororo. Juma alipigwa na butwaa, si tu kwa uzuri wa binti yule, bali alijiuliza maswali, inawezekanaje mtu akatoka ndani ya chungu? Juma alizidi kumtazama kwa mshangao sana, kwani alikuwa ni binti aliyezidi mipaka ya urembo. Binti yule alianza kulia taratibu, huku akitokwa na machozi. Hali hii ilimfanya Juma amuone huruma. Juma aliuliza, mbona unalia, una shida gani, na unatoka wapi? Binti yule hakusema chochote, bandi alinyanyua mikono yake akionyesha ishara ya kutaka kukumbatiwa na Juma. Juma hakujichelewesha kukosa kumbato la binti mrembo kama yule, hofu yake yote ilimtoka. Walikumbatiana kwa sekunde kadhaa huku binti yule akishusha machozi, na ghafla yule binti aliweka mdomo wake katika shingo ya Juma. Juma hakuelewa chochote, bali alianza kuhisi nguvu zikimuishia. alipojaribu kujitoa katika mikono ya binti yule alishindwa, na hapa aligundua kuwa yule hakuwa kiumbe mzuri. Ngozi ya Juma ilianza kukauka taratibu, yaani ni kama vile binti yule alikuwa akinyinea maji yote kutoka katika mwili wa Juma. Nguvu zilizidi kumwishia Juma, hakujua ni jinsi gani anaweza kujinasua katika mtego ule. Juma alihisi anaenda kupoteza maisha sasa. Alijaribu kupiga kelele lakini sauti haikufika hata mbali, lakini alijikaza na kutoa sauti mama anisaidie. Lakini baada ya muda binti yule alinyonya maji yote mwilini. Juma alibaki kama mtu aliyekaushwa katika moto, yaani mtu yoyote angemtazama Juma asingemjua kabisa. Binti yule alitoweka ndani ya chungu alichotokea bila kujulikana, alitokea wapi. Mama Juma alitoka chumbani na alikuta mwili wa mwanawe kiwa chini katika hali ya kutisha. Alipotazama mavazi alijua tukuwa yule alikuwa ni mwanaye. Hakuamini alichokiona na alipona mfuko wa chumvi chini ya sakafu, alijua ya kuwa mwanaye alijaribu kutia chumvi katika supu. Mama Juma alikaa chini akilia na akihisi kuwa yupo ndani ya ndoto. Juma, mwanangu umefanya nini? Mbona umeniacha? umekufanyia nini mwanangu? Mama Juma alilia kwa sauti ya huzuni sana, na sauti ya kilio chake ilisambaa kijijini kote. Na majirani waliposikia kilio chake, walikuja na kujionia hali ya kijana Juma. Wakiwa katika majonzi, chungu kile kilichokuwa jikoni kilianza kutikisika tena, na kila mtu aliogopa, na wote walianza kukimbia, akimu mama yake Juma ili wakoe nafsi zao katika chungu kile. Walianza kutoka watu wa ajabu waliokuwa na sura za kutisha kama mizuka. Walitoka wengi sana na kuanza kusambaa mitani katika kijiji cha Lumbwi. Kila mtu aliyokutana naye waliumua kikatili sana. Kwa nguvu zao za ajabu walishonza maji katika miili ya watu na walinyina damu pia. Kila mtu alikimbia huku na kule ili kuiokoa nafsi yake, wengine walijifungia ndani ya nyumba zao. Kijiji kizima kilitawaliwa na kelele, vilio na maiti za watu zilizagaa kijijini kote kama vile kuku waliopatwa na ugonjwa. Mauaji ya kikatili yaliendelea kwa muda mrefu sana, kijiji cha Lumbwi kiligeuka na kuwa uwanja wa vita kati ya watu wa ajabu na binadamu wa kawaida, watu ambao hawakujulikana walitokea wapi. Waliojifungia ndani walisalimika, ikiwemo wale waliojihifadhi mahala ambapo si majumbani mwao. Usiku wa kutisha ulipita na jua lilipochomoza viumbe wale walitulia na kutokomea pasipojulikana, kwani waliogopa mwanga wa jua. Kila aliyebahatika kuliona jua tena hakuamini kuona kijiji chao kimepambwa na miili ya watu wengi. Waliwapoteza watu waliowapenda, marafiki zao, madirani zao kwa kosa la kijana Juma kutia chumvi nyakati za usiku. Sasa siku hii ilikuwa ni majonzi tupu. Chungu kile ambapo wale watu wa ajabu walitokea jana usiku bado kilikuwepo katika nyumba mama Juma. Watu walikifuata na kukivunja ili kuzuia mizuka wengine kuja kijijini. Mama Juma na wanakijiji wenzake walisaidiana katika kuzika miili ya watu waliopoteza maisha. Ilikuwa ni huzuni na vilio vilivyokuwa vimetawala katika kijiji hiki cha Lumbwi. Kati ya wazee wa kijiji alisimama mzee Kiza, Mzee mmoja wa kijiji aliyekuwa na busara sana na alijua mambo mengi. Mzee Kiza alisimama mbele ya wanakijiji na kuambia ya kuwa wao kuizika miili ile ama kuvunja chungu kile haitasaidia chochote, kwani tayari roho chafu zimeshaamshwa. Alianza kuwadihia wanakijiji kuhusu historia ya tamaduni ya kwamba usiweke chumvi kwenye chakula wakati wa usiku. Miaka mingi iliyopita Kijiji hiki kiliongozwa na mzee aliyeitwa Mfalme Lumbwi. Mzee huyu alikuwa na mtoto mmoja wa kike aliyempenda sana. Katika kijiji hiki palitokea ukame mkubwa sana, maji yalikauka, mimea na mifugo ilipoteza maisha, watu walidhoofika na wengi walikufa. Pia kutokana na migogoro iliyopo kati ya kijiji hiki na vijiji vingine, hakuna kijiji kilichoweza kuwasaidia wakazi wa kijiji hiki. Mfalme Lumbwi aliamua kutumia njia za giza kutafuta suluhisho. Aliomba mizimu imwondeshe ukame katika eneo lake. Mizimu ilimkubalia Mfalme Lumbwi, lakini ilimwambia ya kuwa atoe kile anachokipenda kuliko vyote kama malipo na sadaka, yaani amtoe mtoto wake wa kike. Mfalme Lumbwi aliyekubalia mizimu kuwa atamtoa mtoto wake sadaka na hatimaye baada ya muda mchache Ukame ulimchokomea kabisa, kwani mizimu ilimpatia kisima kimoja kisichokauka, kisima ambacho watu wote wa kijijini walikitumia. Ilipofika siku ya kutoa sadaka kwa mizimu, yaani mfalme Lumbwi kumtoa mtoto wa mpendaye na wapekee kwa mizimu, mfalme Lumbwi alimchukua mtoto mwingine kikatili na kumpeleka kwa mizimu. Mfalme aliamua kuidangania mizimu, lakini mizimu ilipotambua Ilileta laana kubwa sana katika kijiji hiki. Maji ya kisima kile yaligeuka kuwa ya chumvi, na hapo walitoka watu waliokufa zamani na kuingia kijijini na kufanya maafa makubwa sana. Yaani maji yale ya chumvi yalitumika kama mlango kati ya dunia ya viumbe hai na wafu. Kila usiku wafu waliingia kijijini na kuleta maafa makubwa sana, watu wengi waliwawa kikateli sana kwa ajili ya kosa la mfalme. Lakini watu waliosalia waliamua kuvunja kisima kile walichopewa na mizimu, na waliahidi ya kuwa hawatachanganya maji na chumvi wala chakula wakati wa usiku, kwani waligundua ya kuwa kuchanganya chumvi na maji ama kitu chochote cha maji maji nyakati za usiku kiliweza kufungua mlango wa kuzimu, mlango kati ya dunia ya watu hai na watu waliokufa. Na tangu siku hiyo tamaduni ya usiweke chumvi katika chakula nyakati za usiku iliheshimiwa sana, na wanakijiji walitafuta eneo lingine la kuchimba kisima. Ilipofika nyakati za usiku, hakuna mwanakijiji aliyethubutu kuweka chumvi katika maji wala chakula. Mzee Kiza alimaliza kusimulia, na kila mtu alijua ya kuwa ni kwa nini tamaduni ya usikie chumvi kwenye chakula wakati wa usiku iliheshimiwa. Kila mtu aliumia sana Mzee Kiza aliwaambia wanakijiji ya kuwa utakapofika wakati wa usiku, ni lazima watu waliofariki jana usiku waamke tena na kuleta madhara, hivyo ni lazima afanye kitu ili kuwarudisha huko kuzimu. Mzee Kiza alichukua karatasi moja kubwa na kumtaka kila mwana kijiji aandike jina la mtu wake wa karibu aliyepoteza maisha jana usiku. Kila mwana kijiji aliandika jina la mtu aliyemkumbuka, na baada ya muda watu wote waliandika majina ya watu hao wa karibu. Mama Juma pia alimwandika mwanaye huku akitoka na machozi. Watu walipomaliza, mzee Kiza alichukua karatasi ile, kisha akaisemea maneno ya kikabila na ukitupia katika moto, na moshi mkubwa ulitokea na kutoweka angani. Wanakijiji walikuwa wakishuhudia haya huku akiwa na sura zilizojaa huzuni, na kweli ndipofika wakati wa usiku, hakuna vurugu yoyote iliyotokea watu walikaa nje ya nyumba zao huku akiwakumbuka watu waliowapoteza jana, na wasiamini. Na tangu siku hiyo hakuna mtu aliyethubutu kuweka chumvi katika chakula nyakati za usiku.